Mtazamaji wa Faida Online TV, shirika la posta Tanzania katika mkoa huu wa Mtwara leo wameadhimisha siku ya posta duniani, ambapo wamealika wadau mbalimbali kuweza kufika hapa kwenye jengo lao kwa ajili ya kuweza kushiriki kile ambacho kimefanyika hapa, lakini pia wamepata nafasi ya kutoa zawadi kwa wanafunzi ambao wamefanya vizuri kwenye zoezi lao la kuandika barua kuhusu masuala ya bahari. Tumeona mshindi uh, wa kwanza kimkoa wa Mtwara ametokea hapa eh, mkoani Mtwara kutoka kwenye shule ya sekondari na Liendele, lakini pia nafasi ya pili imeshikwa na mwanafunzi kutoka kule Masasi. Nafasi ya tatu imeshikwa na mwanafunzi kutoka kule Newala, lakini wote wamepata zawadi ya fedha taslim pamoja na cheti. Faida Online TV wa na tumefika hapa na kuendelea taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha, kusubscribe, like na comment yetu ili endelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Bizubeda. Makame ni Kaimu kaim afisa elimu eh, mkoa wa Mtwara. Leo ndiye aliyekuwa mgeni rasmi. Karibu nafasi ya kuzungumza machache. Ni wote wa shule za msingi na sekondari kuhamasisha wanafunzi wetu wote inapotokea mashindano ya uandishi wa insha au barua za kimataifa kushiriki kikamilifu, na wanafunzi wote washiriki. Wahamasishe wanafunzi wote pia, ni warai wazazi wahamasishe wa, wa, wa watoto wao, pia wawatie nguvu katika ushiriki wao, kwani zoezi hili ni zuri linajenga ushindani, linajenga udadisi, lakini pia inaibua vipaji kwa watoto wetu. Wanapata zawadi, wanajiamini pia, watakuwa waandishi wazuri hapo baadaye. Mimi kwa majina naitwa Bwana Mbaro Kuisa Sasilo, meneja wa shirika la posta mkoa wa Mtwara, tarehe ya leo ya tarehe tisa mwezi wa kumi mwaka 2025. Sisi kama shirika la posta huwa tunaadhimisha siku ya umoja wa moja posta duniani, mm -hmm ambayo tunaita kama birthday yetu, ambayo kwa siku ya posta duniani ni nchi mia moja tisini na mbili duniani zinaadhimisha siku hiyo ambayo ilianzishwa mwaka tarehe tisa mwezi wa kumi mwaka elfu moja mia nane sabini na nne. Uh, kwa siku ya leo tumeweza ku, kuwaona na kuwashika mkono ndugu zetu wenye mahitaji maalum . Uh, kwanza tulianza na ndugu zetu wa watoto ambao tunasema wana, watoto wanaishi kwenye mahitaji maalum. Kwa hapa kituo chetu cha Mtwara tuliwatembelea na kuwapa zawadi ya kalamu pamoja na madaftari. Aidha, tunajua kwa sasa hivi taifa letu au nchi yetu iko katika sera ya kuhakikisha hedhi salama kwa wanafunzi wa upande wa kike, ambao kwa wanafunzi hawa sisi tumeweza kuwapatia mataulo um, ya kike ambayo kama katoni tatu ambazo kubwa na, na ndogo kwa wao kwenye matumizi yao wanakuwa wanajua zaidi. Lengo ni kuhakikisha wanafunzi wanasoma vizuri na wanaweza kufaulu hata tukiangalia leo katika mashindano yetu ya ya uandishi wa barua, washindi wengi kitaifa aa, na kimikoa wengi wamekuwa ni wakike. Kwa hiyo tunaona wanawake wakiwezeshwa wanaweza. Kitu cha tatu tu leo tumetoa zawadi kwa washindi washindano letu la barua, ambao mshindi wetu wa kwanza ametoka katika shule ya sekondari ya Naliendele anaitwa Bi Hamida Ahmad Ulende. E, mtu wa pili ametoka katika shule ya, ya msingi Kambarage iliyoko Masasi anaitwa Jonas Filbet Wilbard, na watatu anaitwa Atfashi Ibadi Chilumba anatoka shule ya Chitulo iliyoko Newala Mji. Tunasisitiza kwa zoezi la mwaka huu limepita tuweza kufika baadhi ya mashule lakini kwa mwakani tutaendelea na zoezi hili. Tunahimiza wote tushirikiane kwenye zoezi hili. Kwa majina, naitwa Hamida Ahmad Ulende, ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari na Liendele. Ni mshiriki wa uandishi wa barua ambayo inahusu, ilihusu kuhusiana na mambo ya bahari ambayo ilisema kuwa nijifanye mimi ni bahari, nimwandikie barua rafiki yangu kivipi na kwa nini anatakiwa kunilinda mimi na nimekuwa mshindi wa kwanza katika shindano hili kimkoa. Ume, umepata zawadi gani? Nimepata cheti fedha taslim shilingi elfu sitini kikombe. Kwa majina naitwa Jonas Philbert, natokea shule ya msingi Kambarage, Masasi mjini. Nimefurahi katika kushiriki shindano hili la uandishi wa insha na ninasema asante sana viongozi mbalimbali mbali kwa kunisapoti na kuweza kunisaidia vilevile vile walimu wangu na wazazi kwa ujumla wamenisaidia mimi kufika hapa. Na washauri wenzangu nao wajiunge katika mashindano haya, naamini wataweza. Mtoto yako ni kwa nani baada ya kumaliza shule? Mtoto yangu mimi ni kwa engineer. Kwa majina naitwa Atifa Shibaji Chirumba natokea shule ya msingi na chitulo ilo oko, ilo oko wilaya, wilaya ni wala. Umejisikiaje kushika nafasi ya tatu kimkoa? Nimejisikia vizuri kwa sababu imenipa imenipa fursa nzuri kishule yangu mi mwenyewe hadi walimu wangu pia. Naitwa Tunda Abdalla, mkurugenzi kutoka Tunda Foundation. Nimefurahi sana siku ya leo kushirikiana na shirika la posta kuelekea maadhimisho ya siku ya posta duniani, na tumeweza kupata mwaliko wa kuja kujumuika kwenye maadhimisho haya, lakini pia tumeweza kupewa zawadi ya taulo za kike, pedi, kutuunga mkono jitihada kampeni yetu tunayosema kuwa pedi ni akiba nistiri nikiwa darasani ili niweze kufurahia ya masomo yangu. Na tumeshukuru sana, na pedi hizi tunaahidi kabisa tutazipeleka kwa wahitaji ambao tunazingatia mashuleni, watoto wa kike wale ambao wana hali ngumu katika familia zao, wale ambao wana uhitaji, ndio tunawakabidhi hizi pedi. Aa, kwa jina naitwa Madam Joyce Desmond Mrumapili ni mwalimu wa shule ya msingi na awali medi iliyokuwa mkoani Mtwara. Kwa siku ya leo ninafurahi sana kwa sababu posta imefanya jambo la kipekee sana katika mashindano ambayo tulishiriki. Watu wa medi tulitoa wanafunzi sitini na tisa katika ushiriki waandishi wa barua. Pia mimi nilikuwa mwalimu ambaye nilikuwa nina konvisu watoto kwa ajili ya ku, kushiriki hilo shindano. Nashukuru siku ya leo shirika la posta limenipa zawadi ya kikombe na pesa shilingi elfu thelathini koo. Ninashukuru sana watu wa posta, mzidi kuja mashuleni kuwaelekeza watoto jinsi ya mambo ya posta, jinsi ya kuandika barua na vitu vingine. utategemea nini mwakani? mwakani nitajipanga, maana hivi naona walimu wa shule za Newala huko Masasi wanataka kufanya mapinduzi zaidi koo. Mwakani ninaamini nitakaa na wanafunzi wangu watafanya vizuri. Kwa majina, naitwa mwalimu Florensi Kasembe Magomba, ni mwalimu mkuu shule ya msingi Kambarage iliyopo Mtwara Manispa. Siku ya leo ya posta duniani imenikumbusha mbali sana, kwani mimi nimekuwa nikiitumia wakati nasoma shule ya sekondari ya Mtwara Girls iliyopo Mtwara Manispa. Wakati ule tunasoma kulikuwa bado hakuna maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia sana barua ambazo tulikuwa tunabandika stamp, ambayo nimeiona katika historia hapa ya posta, nimefurahi sana kwa kuiona. Lakini vile vile tulikuwa tunatumia pesa kwa kutumia telegram, money order, kama sikosendo, ambazo zilikuwa zinatumia. Kwa hiyo ilikuwa tunafurahi sana ukisikia leo yule kaka wa kuchukua barua ameenda posta, alafu akirudi pale akaanza kutusomea na wewe ukapata, unashangia sana unajua, leo nimepata pesa za matumizi kutoka nyumbani. Kwa hiyo imenikumbusha mbali sana, nimefurahi sana. Naam mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Ni kusubscribe, kuhu, like nikukumbushe na comment channel yetu iliyoendelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, asante na kwaheri.